Na muungano wa mashirika ya kijamii katika kaunti ya Busia umewasilisha barua ya ombi kwa bunge la kaunti hiyo ili kupewa maelezo kuhusu sababu ya kuchelewesha kupitisha sheria ya kudhibiti vikao vya kutoa maoni na hamasisho kwa jamii kuhusu masuala ya bajeti na uongozi. Kulingana na wanaharakati hao, ni jambo la kusikitisha kuwa licha ya kaunti ya Busia kuwa ya kwanza kote nchini kubuni mswada wa kudhibiti vikao vya kutoa maoni na hamasisho kwa jamii mwaka wa elfu mbili kumi na tisa mswada huo bado haujapitishwa na badala yake kukwama katika idara ya fedha ya kaunti ya Busia. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa tena siku ya leo kuleta petition hii kufuatilia hiyo bill mahali ambapo ilikufia na kama wanaweza tena kuifufua ili maneno ya public participation iweze kufanywa kwa ufasaha. Uh, katika public participation, uh, hatujaona watoto wakiparticipate na pia wako na needs zao na wanajua ya kwamba zile ambazo wanapitia, so ni vizuri pia next time ya kwamba watoto ni vizuri watoto pia wakwe included we as a citizen of this county we shall still have problem in engaging our leadership in a governance process and when it comes to issue to do with the public participation and civic education